Hello, my beautiful peoples. Na story ambayo niko nayo ni kuhusiana na story ambayo ni ya Amber Rose. Eh bana, imeonekana kabisa kwamba vijana wengi sana wa kiume wapo Bongo wanapenda sana wanawake ambao wamewazidi umri. Sasa hii sio kwa Bongo tu, ni hata huko Marekani ambapo modo Marekani huyu ambaye ni Amber Rose anasema kwamba vijana wadogo wanapenda sana wazee kwa sababu eh, wazee wanajua sana mapenzi, wanajua kudekeza, wanajua kubembeleza, ndo maneno ambayo Amber Rose ameweza kuyazungumza. Lakini hivi mbali na hapo, nikimnukuu kwa maneno yake yeye, Amber Rose amesema hivi, wanawake wenye umri wangu, e bana, tunaweza kumfanya mwanaume kufurahia tendo, tunajua kufanya, tunajua kumgusa na tunajua e, jinsi ya kumpendezesha e, mtu. Lakini mbali na hapo, pia amezidisha kwa kusema kwamba Tutaamka, tutamwandaa mwili, tutahakikisha kwamba yuko safi, tunamwandalia kifungua kinywa, na hiyo inaweza kufanywa na wanawake ambao wapo na umri wangu. Hayo ndo maneno ambayo Amber Rose ameweza kuyasema, na ikumbukwa kwamba Amber Rose ni mpenzi wa zamani wa Kanye West, lakini pia ni mzazi mwenza wa Wiz Khalifa. So kwa kweli, kama mdau wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now